Ya mavijana teni waambia hivi, mavijana, vijana wengi tunaoa mabaa, lakini sasa mwisho wake nakuta bibi yako anaenda kwao, hasa unajiuliza ni nini. Kama bado hujajiuliza, ajiulize kwa sababu gani usiende taoo, ufata kazi, ufanye kazi, ukutane na mrembo ama msupuu pataoo alafu nabonga na ee, naelewana na mweka kwa nyumba, alafu mnazaa mtoi mmoja kwa hujaenda. Alafu alafu ukute wa kwao, sasa ndio wanamtaka. Pengine ghafla kuna kama funerals ama party, akishaenda yuko na mtoi, lazima ataulizwa, si kuna boi walikuwa wa eh. Sasa mpaka yeye akuje sasa wewe baada ya we kwenda, hautaenda sio? Mwenyewe ulifanya kitu kabla hujajiuliza, na pengine hata hauna hata kitu, hauna doo. Yani wewe sasa unajikuta tu koboi, uko fiti lakini unafeli. Nafeli kwa sababu gani? hautaki kuenda kwao. Hapo ndo utafakari kama we ni wanaume kisha wabibi Nenda kwao ukajulikane, kezi umezaa, ndio mtoi ni wako, bibi naye ni wako. Hata kuna kama mahari kiasi unaweza toa tu, hapo ndo yeah. Kae na bibi, lakini hati ukijifanya wewe ndokea, mara ya waifu wako ameenda kwao, amezuiliwa huko, haujaenda kwanza, kuweka na stress kibao O ni ujinga, tena ni kumbavu. Think before you do. Asante sana, karibuni.